Utakumbuka kwenye bunge la bajeti Juni 12, 2025 waziri wa fedha Dr Mwigulu Lamek Nchemba kwenye wasilisho la bajeti ya serikali kwa mwaka ujao kuna hoja nyingi ambazo zilizungumzwa. Miongoni mwa hoja hizo ni serikali kupunguza na kufanya marekebisho na kupunguza uh, baadhi ya kodi hasa ada ya usajili kwa madereva kwa bodaboda -boda na bajaji sasa kufuatia hilo, kumekuwa na mijadala mbalimbali, huku kila mmoja akiwa na tafsiri yake, wengine wakiona ni jambo chanya na jambo kubwa. Na utakumbuka kwenye ada ya usajili wa pikipiki kwa maana ya zile za biashara kwa maana ya bodaboda ilikuwa laki tatu na elfu arobaini lakini sasa itakuwa uh, nusu yake kwa maana ya laki moja na elfu sabini Sasa tunazungumza hapa kufanya mjadala, ni kipi tutarajie uh, baada ya kupunguzwa kwa ada usajili kwa bodaboda boda, na yapi yatakuwa matokeo yake. Tupo na Saidi Kagomba ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho ya bodaboda boda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam na taifa, lakini yupo hapa pia mkaguzi wa polisi Dumu Mwalugenge ambapo y ni kutoka makao makuu kikosi cha usalama barabarani, kitengo cha elimu. Eh, tupo hapa kaja kuzungumza hilo. Karibuni sana. Asante nashukuru. Ndio, ndio. Uh, tuanzie kwako Saidi kwa sababu uh, nyinyi ni walengwa namba moja. Uh, wakati ule Juni 12 waziri wa fedha akiwasilisha uh, uh, bajeti ya serikali kwa mwaka ujao, ilibuka pia hoja ya serikali uh, kukusudia kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya usalama barabarani lakini kwenye maboresho hayo ni pamoja na kupunguza ada ya usajili eh, kwa pikipiki pamoja na bajaji. Hii mliipokeaje hiyo? Uh, tulipokea kwa mikono miwili na tukawa tuna furaha kubwa sana, na nafikiri mikoa yote umeona wakuwa wakiongea na vyombo vya habari kutokana na hiyo, kwa sababu kwanza ilikuwa ndo kilio chetu kikubwa, na kilio chetu hicho kikubwa kwa sababu baadhi ya madereva wengi walikuwa wanashindwa kupata leseni. Kwa nini wanashindwa kupata leseni? kutokana na gharama ya leseni kuwa juu, kwa sababu lazima ili uweze kupata leseni kwa madaraja ambayo tunatumia sisi, asilimia nyingi sana dereva wa bodaboda huwa wanapata madaraja mawili, atumie A1 au A2, yani kuendesha pikipiki ya magurudumu mawili na pikipiki ya magurudumu matatu maarufu bajaji kwa hiyo ili uweze kupata uende kwenye utaratibu kwanza, lazima katika madaraja mawili kila daraja moja ukate lena moja. Kwa hiyo, kwa lena mbili ni shilingi elfu ishirini lakini kuna kitu kinaitwa jialaala. Kwa hiyo kila jialaala moja shilingi elfu tatu kwa hiyo na jialaala mbili inakuwa kuna shilingi elfu ishirini na sita ishirini na sita unajumlisha na ile elfu sabini ya leseni, kwa hiyo ilikuwa kwa shilingi elfu tisini na sita Sasa katika ile elfu tisini na sita kwetu ilikuwa ni bei iko juu sana lakini, ukitafakari ukilinganisha tau mdereva ambaye anaendesha gari hizi ndogo hivi vigari bi, vidogo ambao wanapata leseni namba d au wanapata namba b, tunashabiana. Lakini tukaona sasa <coughs> boda, bodaboda inabeba abiria mmoja bajaji, alimaarufu inabeba pasenja mmoja mpaka watatu, imekuwaje? Ikawa kilio chetu cha muda mrefu, tulikifikisha maeneo mbalimbali kwa viongozi wa kiserikali na tukawambia, wakiona ikipendeza hivyo. Na kwa nini tulikuwa tunafanya hivyo? Kwa sababu kwamba mimi na kawaida kwenda kutembelea kila baada ya miezi mitatu kwenda kutembelea pale Moi, kuangalia jinsi wenzangu walivyopata, wale madereva ambao nawasimamia, waliopata ajali. Lakini unakuta wamepata ajali, kuna mwingine alisababisha ajali, lakini kuna mwingine alisababishiwa ajali. Sasa ili aweze kulipo ile ajali, katika ile ajali unakuta pale, alienda trafiki akapima ile ajali udereva bodaboda ana haki za msingi aweze kulipwa, lakini ili uweze kulipa na bima, na bima na huyu alomgonga na gari, unakuta gari yake na bima kubwa. Sasa ili aweze kumlipa, lazima yule dereva awe na leseni. Sheria inasema dereva anamkuta na leseni kwa haki zake za msingi zinapotea. Kwa hiyo ndio maana kikawa kilio chetu hivyo, ili kwa hao madereva wote sasa, kwa sababu baadhi ya madereva wengi tumeshawafundisha, tuliwafundisha madereva mm, e, elfu thelathini na saba elfu na hapa juzi tena tunamaliza na madereva wengine hawa mia, mia tatu hamsini ambayo tutafunga nao kesho kutwa. Kwa hiyo madereva wanakwenda kusoma sheria kuzitambua, uh, sheria na kanuni za usalama barabarani, lengo ili kujua matumizi sahihi ya barabara na nimeona mm, kwenye uh, sehemu ya punguzo pia wametaja hapo leseni mm, uh, awali kwenye leseni ilikuwa sabini sasa itashuka mpaka mm, elfu thelathini ndio kwa sasa hapa. Maanake tutarajie kwamba pengine shughuli hii uh, ama madereva bodaboda wataongezeka. Na bajaji itaongezeka. Sasa kwa upande wenu ta, kitengo cha usalama barabarani, mtafanya nini kuhakikisha mnaendelea kudhibiti uvunjifu wa sheria pengine ama kuikwajua sheria? Kwa sababu sasa hivi pamoja na kuwa wapo wengi ambao wanatii sheria, lakini wapo baadhi ambao wamekuwa wakivunja sheria kwenye shughuli hii ya uendeshaji, kwa sababu sio wote wamekuwa wakifuata sheria. Unachosema ni kweli kwamba kunapokuwa na watu ambao wanafuata sheria pia wavunjifu wa sheria hawawezi kusikana. Na sisi jeshi la polisi, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba sheria za nchi na pamoja za usalama barabarani zote zinafuatwa. Kwanza inapotokea maboresho au mabadiliko ya sheria kama hivi, sisi tunaamini kabisa kwamba haya huwa yanafanyika kwa nia njema, kwa sababu eh, kwanza sisi hawa tunawatambua kama maafisa usafirishaji. Hiyo bodaboda ilikuwa ni zamani. Kwa hiyo tunapokuwa na nafuu kwenye masuala haya ya usajili na masuala ya upatikanaji wa leseni, ina maana inaenda kuongeza eh, idadi ya watu kwenye hiyo tasnia, kwa sababu ukifikiria, ukiangalia kama bodaboda ni usafirishaji na ni njia mojawapo katika masuala mazima ya kukuza uchumi wa nchi. Na usajili wa chombo cha moto ni takwa la kisheria kwamba chombo kisiposajiliwa sisi, eh, tutaenda kukikamata kwa sababu ni kosa kwa mujibu wa sheria za usalama barabarani, lakini pamoja na sheria za, za usajili, lakini pia kwenye masuala mazima ya leseni ya udereva, hilo nalo ni takwa la kisheria, na lazima mtu yote ambaye anaendesha chombo cha moto awe na leseni. Na sisi katika mafundisho yetu mengi ambayo tumekuwa tukiyafanya, ni kuhakikisha madereva wote wa pikipiki au mausa ya usafirishaji wanakuwa na leseni. Ndio maana tumekuwa tukitafuta njia tofauti tofauti kuona kwamba hawa wenzetu mausa ya usafirishaji wanakuwa wanafuata sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo kwa haya mapunguzo ambayo tunayashuhudia, ina maana inaenda kuongeza idadi ya watu au eh, wa, wa, madereva wa bodaboda kwenye hiyo tasnia ya usafirishaji. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi, eh, kikosi cha usalama barabarani, mara nyingi tumekuwa tukienda kulingana na mabadiliko ya sheria jinsi ambavyo wana, eh, yanataka. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya eh, maandalizi wakati wote ambapo tunaona kuna kitu fulani huenda mbele kikaenda kutokea, sisi tunakuwa kabla tayari tumeshafanya mm. maandalizi kuona kwamba hilo ongezeko aliendi kuathiri eh, kwanza hiyo hiyo hiyo hiyo tasnia, lakini pia aiendi kuongeza makosa ya usalama barabarani, kwa sababu unaposhuhudia makosa ya usalama barabarani yanaongezeka, ina maana na, na ajali za barabarani zitaenda kuongezeka. Sasa sisi kazi yetu kubwa mm. ni kulinda usalama wa watu na mali zao, kwa hiyo wakati wote sisi, jeshi la polisi, tumekuwa tukifanya mambo kabla, kwa sababu zamani na, kulikuwa na utamaduni wa kusubiria mambo yatokee na sisi ndio tufanye tu, lakini hivi sasa tumekuwa tukifanya kabla, ili kuzuia hmm. madhara E, makubwa yasiweze kutokea. Na asante kwa ufafanuzi huo. Tupate sasa maoni e, katika baadhi ya mikoa tukianzia kule Tabora na hii ni juu ya kile ambacho tunajadili juu ya mapendekezo ya kupunguzwa kwa ada ya leseni pamoja na a, ada ya usajili. Kwa mimi binafsi, kwanza ni jambo jema sana na nipongeze kwanza serikali ya awamu ya sita kwa kulitambua hili. Unajua sisi kama bodaboda sisi ni wajasiriamali wadogo wadogo, kwa hiyo serikali kama imetambua ime, ime kuona mchango wetu na ikaamua kutupunguzia hiyo hela, ni jambo jema sana kwa sisi boda boda. Unadhani itawasaidiaje? Hiyo itatusaidia sana kama tukuwa tunatoa laki tatu na elfu arobaini kushuka mpaka kwenye laki moja na elfu sabini Unajua kabisa wewe mwenyewe unaona kabisa kuna kiwango kikubwa cha fedha ambacho kimepungua. Naitwa Salum Leo Dansi kutoka Tabora, Tabora manispaa kata Kanyenye. Binafsi mimi kama mimi, kwa kuwa hilo swala nimelipokea vizuri e, na sina kipingamizi chochote kuhusu hilo swala. Mi nashukuru ah, namna za kutusaidia ni namna nyingi, japokuwa namna ya kuzitaja ni ngumu, lakini mambo ni mengi ya kutusaidia. Wameanzia hapo kwenye hilo tozo la kupunguza hivo vitu, lakini watapunguza na vingine. Nam ni maoni kwa upande wa Tabora. Tusikie pia kwa upande wa Lindi, nini ambacho wanaeleza. Kwanza kabisa nitoe shukurani kwa serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutondolea zile faini ambazo zilikuwa hapo awali. Kuna namna moja au nyingine, sisi tulikuwa tunaumia sana kama boda boda, ukilinganisha sisi ambao tunaendesha pikipiki labda za mikataba au hesabu, ukiangalia nyumbani bidio chochote kitu pango, eh, umpatie bosi bos pesa yake mona, lakini pia trafiki wakikukamata pia wanahitaji faini kwa hiyo kuna mmoja nyingine ilikuwa tunaumia sana kupitia zile faini ilikuwa ni changamoto sana kipindi cha mwanzo yani pikipiki ilikuwa shughuli yake ipevu mara kwa mara ilikuwa faini elfu thelathini waweka elfu kumi sasa hizo wametoa moja kwa moja hii serikali tunashukuru kutuangalia vijana ambao sisi hatuna ajira ajira ya vijana sasa ndio iko hivyo hata tukisoma ajira yetu iko hivyo kwa maana kipindi cha kwanza na nyuma tulikuwa tunaumia sana kutoka faini elfu thelathini kiangalia bodaboda chombo cha tairi mbili kwa kweli kipato chetu kinakuwa kidogo, kwa hiyo tulikuwa tolewe hizi kodi. Baada ya kodi tunasema tunashukuru, yani zilikuwa zinatuumiza sana. Maana tulikuwa ah, tunanyimika raha sana yani, kwa kama tuna na askari na pikipiki piki, ama tairi mawili faini elfu thelathini, hapo unagandishwa kutwa mzima, inakuwa sasa kidogo hali ya mapato, ilikuwa tunakuwa tunanyimika raha sana. Ilikuwepo kwanza, kipindi kile ilikuwepo ni eka eka mtaani kote, ukiingia huko askari, huku askari, haijalishi ni barabara kubwa mpaka vichochoroni mote n mpaka, mpaka kufikia hatua hii kumbani, kumbani kwa kweli mpaka. Naam, ni maoni ya wa wakazi wa Lindi pamoja na Tabora, japo kwa Lindi naona wamezungumzia zaidi uh, kwa upande wa faini, alicho kuwa pendekezo hili limelenga hasa kwenye ada pamoja na usajili wa leseni. Kwako kwa kwa kwa Said kama kiongozi bado tunashuhudia changamoto kama ambavyo inspekta uh, amezungumza pia hapa, maofisa wa usafirishaji wapo aina tofauti na barabarani pia uh, hata uh, matumizi ama hata katika usalama barabarani, wengine wanazingatia lakini wengine hawazingatii. Kwenu nini ambacho mnafanya uh, kwanza kuwawajibisha wale ambao wako uh, chini yenu kwanza kuweza kuwajibisha ili mtu uweze kumwajibisha mm? uh, unajua hii sekta ya usafirishaji kwamba kila tunavyomaliza mwaka tunapopata watu kutoka darasa la saba kutoka form four huwa wengi, wanaingia tu, akishajua kuendesha pikipiki anaingia barabarani mm -hmm. Lakini hili la kwanza kwamba huwezi kumwajibisha tu kwa sababu mtu moja kwa moja anaingia kwenye ajira, vinginevyo ukimtoa, ndio yale tutarudi kutengeneza vibaka. Kwa hiyo sisi kwanza kwanza tuna washepu kwa kuwakusanya kwa, kwa, kwa kwa na kuwapeleka darasani kuweza kupata elimu ya kuitambua kanuni na sheria za usalama barabarani. Baada ya pale, katika uwajibishaji wetu sasa kwamba <coughs> tunakamatana, lakini tunapeana elimu, kwa sababu huko nyuma viongozi wako kwa kukamatana, wakiwachukulia watu faini, akawa makelele mengi sana. Lakini sio wote ambao wako katika shirikisho na vyama au ni baadhi, ni wachache sana mm. Lakini wengi sana wako katika shirikisho na, na, kama hivi serikali sasa hivi wamemua watu wote kupitia katika mfumo na jambo ambalo nimefarijika awa wenzetu Jeshi la Polisi, unaona zamani tulikuwa tukae pamoja lakini ukiangalia kwenye makutano ya mataa, tulijaribu kukaa kikao kingi sana na kamanda wa kanda maalum ya kati na ambaye alikuwa zaditio, na sahivi ndo kamanda sasa wa usalama barabarani Tanzania Mkondia. Tuliomba kwa nini vyanzo vya ajali vingi vinatokea kwenye mataa, kwa sababu ya baadhi ya askari walikuwa pale wana wana alati na walinzi shirikishi, lakini bado na wao kuwapa elimu, wametondolea pale kwenye mataa, kumekuwa salama na hata sasa hivi ukiangalia ajali nyingi hazitokei barabara kama kawaida. Leo hii hata kuripoti ajali nyingi atasema hapa kamanda mm. so nyingi barabarani na ajali zilizobaki chache kutokana na makutano ya mataa, na katika yale makutano ya mataa ndo maana tunawaambia sasa, na watu wengi watii sheria, na suluhisho tumeliona kwamba suluhisho, wezetu tuliwaambia kwamba tulivyoenda kusoma nchi ya nje tumeona ili kuleta utofananii, yaani kwamba bodaboda kusema anaonewa na, na, na askari mm. kwamba embu zifungwe kamera. Kwa hiyo ikifungwa kamera wewe utakapopita moja kwa moja utakuwa umebetishwa, lakini na sheria inahitaji kwamba faini ulipe ndani ya siku saba. Sisi tukikamatwa tunatakiwa tulipe hapa hapa sasa polisi tumekaa nao na tayari wamesha integrate na mfumo wetu mm, kwa hiyo huku tunapokwenda mbele kwa madereva wote sasa watakuwa wako ndani ya shirikisho, watakuwa wamesajiliwa mm. kwa hiyo hata ukitenda kosa, ina maana utawajibiwa kumujibu wa katika shiri. Utambuzi uh, jitihada ambazo mmefanya ni pamoja na kuwa na hizi uh, vest ambazo zinamtambulisha, lakini bado hatujashuhudia kwa kiasi kikubwa mm, wote wakivaa sahi. hizi vesti kwanza zinauzwa na ukumbuke kuna muda wakati nimekuja kuzitambulisha hapa kwamba mimi bado napambana hizi vest, kila dereva aweze kupata bure, kwa sababu ukija kuziingiza kwa gharama ya watu wakaanza kununua. Kwa sahii vesti moja ilikuwa nauzwa shilingi elfu hamsini na sita mm. Sasa najaribu kutafuta makampuni na nilitoa hata hapa ruksa, hata kama Azam wanaweza waweze kutununulia hizi na wakabandika nembo zao mm, na kampuni yoyote. Kwa hiyo changa, inakuwa changamoto kwa hiyo vest tuweze kuziingiza, tukishaziingiza kwa wingi na kila dereva akazivaa basi itakuwa moja, itamfanya dereva wa bodaboda ajulikane ni yupi, na wanaotumia pikipiki ambao sio kwa usafirishaji wa bodaboda ni yupi. mm. Kamanda, um, katika hili ikiwa hata utambuzi pia wakati mwingine kwa changamoto, kwa sababu si wote wana vest hizi uh, za, za kuwatambulisha. Baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza sheria za usalama barabarani haziwahusu maofisa usafirishaji hawa wa pikipiki pamoja na bajaji kwa sababu pale ambapo mfano katika maeneo ya taa au maeneo ambayo unapaswa kufuata ya taratibu wenyewe wamekuwa wakiachwa. Kwanza ni vizuri watazamaji wakafahamu historia ya bodaboda jinsi ambavyo zilianza hapo siku za nyuma. Hmm. siku za nyuma bodaboda alikuwa ofisa wa usafirishaji, alikuwa anajifundisha tu yeye mwenyewe, anajifunza tu yeye mwenyewe kama ni mtaani au popote, akishamaliza anakuja kwenye kituo cha polisi tunamjaribu. Baada ya hapo, tunaona namna gani ambavyo anaendesha chombo chake, tunampa leseni. Lakini baadaye, baada ya kuwa na ongezeko sasa la hivi vyombo, tukaona hapana, kuna kitu kinakosekana, na kitu hicho ni kwa hawa wenzetu wa usafirishaji kwenda shule, ili waweze wakajifunza namna ya kuendesha, lakini pia wajifunze na sheria mbalimbali za usalama barabarani. Kwa hiyo hivi sasa ili uwe ofisa msafirishaji au dereva wa pikipiki ni lazima uende shule ukasome, na pale shule utafanyiwa mtihani kwa vitendo, lakini pia kwa nadharia, kwa maana ya darasani. Kwa hiyo tutakapoona sasa unaweza ukakidhibiti vizuri chombo chako na pia unaweza ukatafsiri vizuri sheria za usalama barabarani ndipo ambapo tunakufanyia sasa testi na kukupa leseni e. na ubaya wa Watanzania wengi sio kwamba hawaelewi, unamfundisha kitu anakielewa, lakini kwenye kutafsiri kile ambacho umemfundisha, ndio hapo kuna kuwaga na changamoto kwamba kila alichokifundishwa sasa akiweke kwenye matendo, kwa sababu hili ndio ambalo limekuwa likichangia hata ajali nyingi za barabarani mm, kwamba madereva wengi au wote wamesoma na wamefaulu, lakini vitu ambavyo wanavifanya barabarani haviendani okay, na yale mafunzo ambayo wamepewa sasa ni why? upungufu ama wa mafunzo yenyewe kuwa uh, na, na, na, na usaidizi huo wa kuwasaidia kutafsiri kile alichojifunza, ama, ama kama mafunzo yu... angekuwa na mapungufu, ina maana tungekuwa na hiyo kasumba kwa madereva wote, mm, lakini unakuta sio wote ambao wamekuwa wakifanya hayo mapuuza, baadhi na wachache. Kwa hiyo hata kwa wenzetu hawa wa, wa pikipiki, maofisa usafirishaji nao wamepitia hizo nyendo kwa hiyo ukimwona dereva wa pikipiki sasa hivi barabarani basi ni mtu ambaye amepitia mafunzo na anajua namna gani ya kuendesha e, pikipiki yake. Kwa hiyo e, kufuata sheria za usalama barabarani hiyo ni kila mtu ambaye anatumia barabara, na tumekuwa tukiliona kwa wenzetu ambao wanatembea kwa miguu barabarani. Wengi wamekuwa wakizani kwamba sheria za usalama barani zitambana dereva wa pikipiki au dereva wa gari wakati kumbe kila anayetumia barabara anatakiwa afuate sheria. Kwa hiyo hata maofisa ya usafirishaji ambao tunawaongelea na wao wanatakiwa wafuate sheria kama ambavyo wanafanya wengine. Imekuwa vigumu kwao pia kuwasimamisha kwa uh, unajua kwenye kazi za ukamataji mm. Eh, kwanza lazima watu wajue kwamba sio kila mtu anaweza kukamata. Yaani kwenye ukamataji sheria imempa nguvu askari wa polisi. Kwa hiyo ni taaluma hiyo, sio kwamba kila mtu anaweza kufanya ukamataji. Kwa hiyo wewe unayekamata, kuna vitu ambavyo unatakiwa uzingatie. Kwanza lazima uzingatie kwamba sheria sheria iliyovunjwa ni sheria hipi uijue, mm. sio tu kwamba unaenda tu unakamata. Lakini pia unapoenda kufanya ukamataji, lengo ni kufanya yule ambaye unamkamata aendelee kuwa salama. Kwa hiyo unapoona kwamba huu ukamataji wangu unaweza ukaleta madhara makubwa zaidi kuliko yale ambayo nimekusudia kwa hiyo hapo, lazima mkamataji utumie njia nyingine ambazo ni sahihi, ambazo unaweza ukazitumia na ukamfanya huyu unaye mkamata akabaki kuwa salama. Kwa hiyo ndio maana unakuta hata jeshi la polisi tuna falsafa tunasema, ukamataji salama, kwamba ufanye ukamataji lakini uwe salama yule unaye mkamata, usije ukamletea madhara makubwa zaidi, kwa sababu kazi ya polisi ni kulinda usalama wa watu na mali zao. Sasa kama unaenda unakamata alafu unaleta madhara makubwa zaidi, ina maana sasa hapo unakuwa bado hujafanya vizuri kazi yako ya, ya. Na, tupate maoni pia kutoka huko mkoani Morogoro na wao nasema nini kuhusiana na mjadala huu? Zetu wametusaidia sana na wamefanya vizuri, tumejisajili kwa utaratibu mzuri na hawana vipingamizi, hawana vipengele vizito, ila mi ushauri wangu ningeshauri tu wengetupunguzia kidogo hii bajeti ijayo kutoka kwenye elfu kumi na saba kwa sababu bodaboda ukiingia dukani ni milioni mbili na nusu mpaka milioni tatu. Bajaji miguu mitatu ni milioni nane mpaka tisa. Ila wanalipa elfu kumi na saba na si bodaboda tunalipa elfu kumi na saba. Serikali imefanya vizuri kutusajili sisi bodaboda tujulikane. Eh, tuna kwa kwa kweli tutuwapongeze. Ila kipengele changu cha umuhimu tu angetupunguzia hii bajeti ijayo. Wametusaidia kiukweli. Kama unaona tunaomba umuhimu ijayo waji kutupunguzia kutoka bajaji, jinsi ambavyo wanavyofanyiwa. Na sisi umeona pikipiki milioni mbili na laki milioni mbili na laki tano hadi milioni mbili na laki tisa. Kwa hiyo tunaomba tu, wametusaidia kwa ajili, vipengamizi hamna, ukienda wana usajili vizuri bila shida. Ombi langu latu la kweli, serikali imeamua elfu kumi na saba kwa mwaka, lakini sisi wajasiriamali au wa madereva bodaboda, hali yetu sio nzuri, ngumu. Kwa hiyo tunaomba kama uwezekano upo, serikali ituhurumie kulingana na uchumi wetu mdogo, tuna watoto wanasoma, alafu kipato cha chini kabisa kwa sisi inabidi kidogo. Kwa hiyo tunaomba iwe elfu kumi kwa mwaka. Haya, maoni hayo kutoka huko Morogoro. Tuangalie pia kutoka uh, Simiyu na wao wanasema nini. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama, mama yetu Samia Suluhu Hasani, tumeipokea vizuri bajeti na tozo ya usajili wa vyombo vya moto hasa kwa sisi kwa kwa pikipiki kutoka shilingi laki tatu mpaka shilingi laki moja na sabini Tunashukuru wameliona hilo pia tulikuwa na ombi kwa sababu ukilinganisha katika maisha ya maisha yetu sisi vijana, utafutaji ndo kwanza tunajitafuta. Hiyo sajili wa laki moja na sabini watupunguzie ifike hata mpaka hata laki moja hivi. Hivo bado ni kubwa, naomba ipunguzwe angalau hata kwenye laki na hamsini, angalau ni kubwa, kwa sababu huku tozo ni nyingi eh, ni nyingi huku nyuma eh, mara bima ukizijumulisha na hizo unajikuta una, una, una kwa mwaka unalipia karibu ya laki tano eh, inatukosti kwa simio hapa, kwa ajili ya hizi kazi za boda. Watu wengi wanaona kama kazi ya boda ni kitu cha kudharaulika sana, ila ni kazi nzuri, tunaendesha maisha yetu pamoja na familia. Hili swala la kupunguza tozo ni jambo jema, tunashukuru serikali yetu imeliona hilo. Kwa kweli like rais wetu tunamshukuru sana kwa kuitoa hii tozo kutoka kwenye hiyo bei ilikuwa imewekwa mpaka kushushwa mpaka imepunguzwa kiasi hicho, kwa kweli tunashukuru Mungu. Sina maoni mengi sana ila kwangu mie naona liko sawa. Serikali endelee kuboresha ituone na sisi watu wa chini, vyombo vyetu angalau viwe na kabei kazuri. Kila mtu anatamani amiliki pikipiki bila okua tu, watu wanaendo hivyo, kila mtu na maisha yake. Maoni hayo kutoka huko Simiyu, na wao pia wakichangia kuhusiana hiki ambacho tunajadili hapa hivi sasa. Sasa Saidi, uh, kufuatia uh, uh, kupunguzwa kwa kiasi hiki ada ya usajili pamoja na leseni, tumezungumza awali kwamba tunatarajia pengine, uh, maofisa wa usafirishaji kuongezeka zaidi pengine nyinyi kwenye chama mmejiandaa kiasi gani kuhakikisha mnapokea wanachama wapya? Sisi kwenye chama tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunapokea wanachama wapya, lakini ni vilevile vile tuwafuate misingi bora ya sheria na kanuni kama inavyoelekeza, kwa sababu hii ni ajira kama ajira nyingine. Tunasema sisi maafisa usafirishaji, kazi ya bodaboda na bajaji ni ajira kama ajira nyingine lakini tulizungumzia sana katika kipande kile cha leseni na hata katika hii punguzo la tozo. mm -hmm, ukawe ukijua watu hawajui wa mm -hmm, sisi ujui katika maafisa usafirishaji tuna tozo nyingi sana tunalipa yani, watu wengi tu hawaelewi mm -hmm. katika hili punguzo walioliona serikali, kwa mfano pikipiki ya magurudumu mawili ambayo maarufu bodaboda, licha ya hiyo kodi ya punguzo, lakini bado unatakiwa ulipie mapato ya TRA shilingi elfu sitini na tano mm -hmm, sawa katika bajaji napo walitupunguzia ilikuwa ni laki moja na elfu themanini kwenye mapato kulipia mapato bajaji mm -hmm. umetuletea laki moja na elfu ishirini mm -hmm. kwa hiyo umeona kule katika mapato bado yataendelea kuwepo ni laki moja na ishirini mm -hmm. kule katika mapato ya pikipiki yataendelea kuwepo elfu sitini na tano na hiyo ni kwa muda gani kwa muda wa mwaka mmoja ambapo awali ilikuwa laki mbili na tisini imepungua mpaka mm -hmm. laki, laki moja na ishirini ndio ilikuwa laki moja na themanini mm -hmm. katika pikipiki ya magurudumu matatu maarufu bajaji. bajaji ilikuwa mapato laki moja na themanini ikapunguzwa serikali nafikiri dokta samia alitupunguzia akatoa ile elfu sitini kabaki laki moja na ishirini lakini katika pikipiki ya magurudumu mawili imebaki ile shilingi elfu sitini na tano na ukiangalia kukawa hapo ndio kuna hiyo laki tatu na arobaini tena mm. hela ya usajili sasa hapo ukiangalia tena hii pikipiki ya magurudumu mawili inatakiwa ilipiwe stika usafirishaji kubeba abiria kisheria lata shilingi elfu ishirini na mbili kwa pikipiki ya magurudumu mawili shilingi elfu kumi na saba lakini bado tuna paking ambazo tuna paki pale katika vituo vyetu kwamba unatakiwa napo ulipe pikipiki ya magurudumu mawili shilingi elfu thelathini na sita pikipiki ya magurudumu matatu elfu thelathini na sita kwa mwaka ambapo kwa kila siku shilingi mia wanao walimashauri walitupunguzia kutoka kwenye shilingi mia tano mpaka kuwa shilingi mia. Nafikiri nafasi hii pia kwa sababu kwa sababu nawakilisha uh, maofisa wa usafirishaji wote uh, upande wa bajaji na bodaboda boda. Tumia nafasi hii pia pengine unaweza ukashauri kwenye hili ambalo nalizungumza sasa, na ndio maana nimetaka nikutoshereze hapo, kwa sababu ulikuwa umejikita sana kwenye leseni, ili kwamba utambue na itambue jamii kwamba tunavyoambua vile kupunguziwa kwamba tunakuwa tuna mapato mengi na mwendesha bodaboda au afisa msafirishaji alikuwa analipa kodi nyingi sana, ila watu walikuwa wazijui kwa sababu kama zimefungwa ndio maana hizo nilizosema hmm. Sasa na ndio maana kwamba hii bajeti iliyoletwa na na Lameck Mwigulu Nchemba huyu waziri wa fedha mm. Tunaomba waheshimiwa wetu, wetu wa Bunge kwa sababu hao waheshimiwa wetu wa Bunge ndio wawakilishi wetu sisi pale bungeni, hatuwezi kuingia wote kwenda kusema. Sasa waiangalie hii bajeti jinsi walivyoletewa, na wao waweze kuichakata at least sasa katika yale mapunguzo ambayo yalikuwepo sasa wayaweke sawa na wayashushe, kwa sababu mwisho wa siku kuna madereva ambapo, tukirudi katika upande wa leseni, tuna madereva wengi ambao wana leseni. Kwa hiyo serikali inaweza ikakusanya kwa mwaka tu zaidi ya bilioni kumi mpaka kumi na mbili kwa shilingi elfu thelathini. Lakini kwa hata haya mapato watu walikuwa wana wanachengachenga kwa sababu kuwa mapato makubwa kwao. Napo vile vile katika usajili huu serikali itakusanya pesa nyingi. Kwa hiyo waangalie ni usawa hichi chombo ambacho kinachokuja, alafu lingine tuna tabia ya hawa wenzetu ambao wanatuingizia hapa pikipiki pikipiki umeona, wengi wanaoja hao ambao wamekoani Tabora, Simiwi, Lindi, wengi wale wenzetu wanatumia sana zile pikipiki za, za, za Kichina bado ambazo tibeta fekoni umelelewa, zile ndo bei zake sasa zimetoka katika laki nane zimekimbia haraka sana mpaka milioni mbili laki tano mpaka milioni mbili laki saba pikipiki tunazotumia hapa za jamii za za Kiindi ambazo tunatumia sana mkoa wa Dar es Salaam na baadhi ya mikoa mingine umeziona sasa hivi pikipiki unaigusa mpaka milioni tatu na laki tano Sasa katuna pikipiki ambazo za magurudumu matatu ambazo tunakwenda nazo, kuna pikipiki inafika milioni tisa na laki nane ambayo bajaji. Kuna pikipiki ambayo inafika milioni kumi na laki mbili mpaka hmm milioni kumi na laki nne, kwa kadri wanavyozidi kukaa. Hmm, yani leo wanakurupuka tu, unaweza ukakaa miezi miwili, umekwenda kununua bajaji, unakwenda tena kununua bajaji ingi, unakuta bei yani imeongezeka maradufu. Sasa tunakiuliza hichi ni nini? wanapandisha bei kwa sababu gharama ya uingizaji wa hivi vyombo hapa vimekuwa vikubwa mm -hmm. au wanapangaza nini? na hiyo tumepiga sana kelele, tumeona katika vilio vyetu ambavyo tulipeleka vitatu, viwili vimesikilizwa, lakini hili halijasikilizika la upandishaji asante wa bei holela, hapo tunaomba serikali hili waweze kuliangalia. Muda wetu umetuishia, labda kwa kifupi tumalize kwa kamanda, zaidi kuhusiana na mikakati ya elimu ambayo mnayo kuhakikisha usalama zaidi wa barabarani. Ni kweli sisi tumepewa hiyo dhamana ya kuhakikisha barabara zote Tanzania zinakuwa salama, na ili kuyafanya hayo, tumekuwa na mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa na barabara zinaendelea kuwa salama. Kubwa ambalo tumekuwa tukilifanya ni uelimishaji, kwa sababu tunaamini mtu ukimwelimisha, anaweza kujua nini anachotakiwa kufanya na nini ambacho atakiwi kufanya. Na mara nyingi e, jeshi limekuwa likitaka kuondokana na matumizi ya nguvu yasiyokuwa ya lazima. Kwa hiyo sio kila wakati unatumia nguvu ili mtu aweze kubadilika. Kwa hiyo tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye elimu, na tumefanikiwa kufika maeneo mengi na tumefika kwa wadau wengi tofauti tofauti, lakini pia tumekuwa tukifanya doria mbalimbali, misako mbalimbali, kuona kwamba jamii yote inabadilika na kufuata sheria na kuzifanya barabara zetu kuendelea kuwa salama. Asante sana kwa muda wenu. Ni mkaguzi wa polisi Dumu Mwalugenge ambaye yanatoka makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani kitengo cha elimu, lakini tumezungumza pia na Saidi Kagomba ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la boda boda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam na taifa juu uh, ya serikali na kusudi lake la kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya usalama barabarani uh, ili kupunguza ada ya usajili wa pikipiki piki za biashara bodaboda na kupunguza ada ya leseni ya uendeshaji wa pikipiki guta na bajaji.